VETA tena, hakikisheni mnatangaza fursa mafunzo zilizopo ili vijana hawa na wale walioko vijijini waweze kutumia fursa zilizopo. Inawezekana kabisa kuwa wapo vijana katika maeneo mbalimbali nchini haswa vijijini, ambao hawana taarifa ya fursa zilizopo za mafunzo ya VETA. Kupitia maadhimisho haya, ni fursa mzuri ya kutangaza VETA yenyewe, shughuli zake aina ya mafunzo yanayotolewa kwenye vyuo vyetu na kuwaambia sifa za kwenda kusoma. Lakini swala la sifa sina mashaka, nilipokuwa kwenye mapitio ya mabanda maonyesho, nilienda pale VETA ya Zanzibar, nikienda pia na banda la VETA. Sifa ni kujua kusoma na kuandika. Unaweza ukasoma ufundi ukaujua, ukawa mahiri kwenye eneo hilo, ukafanya kazi zako, na ushuhuda upo kwenye maeneo mbalimbali. Taasisi zote zinazotoa mafunzo ya ufundi stadi na naamini wengi mko hapa kutoka taasisi binafsi, taasisi za dini, hakikisheni mnashirikiana na viwanda, waajiri na mashirika mbalimbali ndani mbali na nje ya nchi ili kutoa fursa za mafunzo kwa vijana wetu yanayoendana na mahitaji ya ya soko letu la ajira. Wazazi na vijana kwa ujumla, tumieni fursa za mafunzo ya ufundi stadi zilizopo nchini kupitia vyuo vilivyojengwa kwenye mikoa na wilaya yetu, kuwapeleka vijana kupata ujuzi utakaowezesha kujishughulisha na kujipatia kipato kutokana na shughuli kutokana na ufundi aliyojifunza kwenye vyuo vyetu. Natoa rai kwa mashirika ya kimataifa na washirika wa maendeleo wote ambao mmekuwa mkishirikiana na serikali yetu kuendelea kuchangia vifaa, fedha, ushauri wa kitaalamu na kuanzisha programu program mbalimbali za kubadilishana maarifa. Ushirikiano huu utatuwezesha kuibua teknolojia na mbinu mpya ya kufundisha na kujifunza, hivyo kuboresha ubora wa mafunzo yanayotolewa katika vyuo vya ufundi stadi hapa nchini. Nilipokuwa nasema wadau wa maendeleo, tuendelee kuchangia vifaa, fedha na ushauri wa kitaalamu, nilipopita hapo nje, nimemkuta kijana wetu wa Kitanzania anayesoma chuo cha VETA Dodoma, mlemavu hana mikono, lakini anachora ramani za ujenzi wa nyumba, na pale amenichorea kuthibitisha kwamba kazi ameifanya yeye mwenyewe, na anatoa maelezo, hii ni nyumba ya vyumba vinne, ina jiko, ina sitting room, lakini pia ina dining room, lakini pia ameonyesha roofing yake itakuwaje, na michoro ipo yote ameichora yeye mwenyewe. Hawa vijana wanahitaji kuungwa mkono. Wakati serikali inaendelea kutoa fursa za jumla, basi wadau wanaoguswa, wanaopenda maendeleo ya kijana yule, huko muhimu wa kumuona namna ya kuweza kumuimarisha na kumpa fursa zaidi. Hata hivyo, VETA napopata hawa basi, ni vyema wizara ikajua, ili waandalie programu endelevu, baada ya kumaliza asirudi nyumbani akabaki tu Achukuliwe kijana huyu mlemavu na ujuzi wake aendelezwe, anapojianzishia, aonyeshwe fursa za kupata mikopo ili aweze kukopa mikopo kwa ajili ya mtaji wa kuanzisha taasisi yake. Huu ndio mkakati wa serikali, na kwa hiyo mkurugenzi mkuu VETA agiza wakuu wa vyuo nchini kutambua vijana hawa ambao wanafundipata ujuzi. Na ya mwisho nitoe wito kwa Watanzania wote na taasisi zote mbalimbali za umma hapa nchini kuwaunga mkono wazalishaji wetu na waza, wajasiriamali waliopo nchini kwa kununua bidhaa zao na kuzitumia bidhaa hizo wanapozizalisha ili ziweze kuwawezesha wao wenyewe kuendeleza uzalishaji wa bidhaa hiyo, lakini pia kushiriki katika ujenzi wa uchumi na kukuza mapato yao binafsi na taifa kwa ujumla. Eneo hili la ujuzi limekuwa ni muhimu sana kwa taifa letu, lakini pia tunaishukuru serikali kwa kuzidi kuweka mkazo. Tumeonyesha vyuo ambavyo vimetoka kuanzia mwaka 94 na mpaka sasa hivi tuko na vyuo 80 na tunaenda kuwa na vyuo 145. Hivyo ni vyuo vingi katika kila mkoa na kila wilaya, lakini tunatambua serikali imetumia gharama kubwa kufanya ujenzi huu ambao mwisho wa siku unaenda kuhakikisha kila Mtanzania anaenda kupata ujuzi anaenda kupata fursa ya kuweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi shughuli za kijamii zitakazomwezesha kupata kipato. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende tu kusema katika utekelezaji wa shughuli hizi sisi kama VETA tuna matarajio makubwa na tuna matarajio ambayo yanataka kulenga kwa wananchi wa Tanzania kuweza kuzidi kupata fursa, na malengo yetu ni sasa ni kuimarisha zaidi upatikanaji wa mafunzo kwa vijana na watu wazima, kukuza ubunifu na teknolojia, na kuhakikisha elimu ya ufundi stadi inakuwa ni nguzo ya maendeleo ya viwanda na uchumi wa nchi yetu. VETA inalenga kuwa kitovu cha ubunifu chenye uwezo wa kulea vipaji na kuibua wabunifu watakaosaidia kuleta suluhisho kwa changamoto za jamii. Lakini pia tunaomba tuseme, wananchi waendelee kutuamini kama nguzo ya kuwajengea ujuzi na maarifa. Tunataka kuona vijana wakiwa na thamani ya mafunzo ya ufundi stadi, si kama chaguo la pili, bali kama njia sahihi ya kujenga maisha bora na kuchangia maendeleo ya taifa.